Dakika za Yesu Kristo Disemba mosi 2025 siku ya pili ya majilio mwaka mwaka A, katika ya wasafi Radio Maria sauti ya Kikristo nyumbani mwako Unasikiliza dakika za Yesu Kristo kupitia redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Leo ni siku ya kwanza ya mwezi Disemba 2025, lakini pia ni siku ya pili ya majilio, hatua ya pili katika safari yetu ya kiroho ya kujiandaa kumpokea Kristo anayekuja. Majilio ni kipindi cha utulivu wa ndani ni mwaliko wa kuingia katika ukimya wa mioyo yetu kama vile mama Bikira Maria alivyotulia katika unyenyekevu akitafakari maneno ya Mungu moyoni mwake. Desemba, mwanzo wa mwaka wa kiliturjia unatualika kujiangalia: Je, Kristo anakuta nafasi mioyoni mwetu? Je, tunajiandaa kwa upendo unyenyekevu na amani. Katika siku hii ya pili ya Majilio, tunakumbusha kwamba Kristo haji kwa mbwembwe, bali katika unyenyekevu; haji kwa kelele, bali katika ukimya wa wanaomtafuta kwa moyo safi; haji kama mfalme wa kibinadamu, bali kama mtoto mdogo anayeleta tumaini jipya. Katika maisha yetu ya kila siku, nyumbani, kazini, shuleni na katika mahusiano yetu, Yesu anatamani kuzaliwa tena kwa njia ya upendo, huruma na msamaha. Anatualika kuwa vyombo vya amani, mabalozi wa matumaini na watenda mema katika dunia inayohitaji sana uponyaji. Leo tunatafakari mwaliko huu: kumwangalia Mungu kwa imani hata pale njia inapokuwa ngumu, washa taa ya upendo katika familia zetu kupitia maneno ya faraja na msamaha, kuwakaribisha walio dhaifu, maskini, wagonjwa, wafiwa na walio kweke, maana humo ndimo Kristo kuzaliwa kwanza. Tuombe. Ee Mungu wa neema na furaha, tunakushukuru kwa zawadi ya siku hii ya kwanza ya mwezi wa Desemba. Tunapoendelea kupiga hatua katika safari ya majilio, tujalie mioyo inayosikia na kutii, mioyo inayoangaza mwanga wa upendo na matumaini kwa wengine, tujengee moyo wa ushuhuda wa imani ujasiri wa kutenda mema na shauku ya kueneza nuru yako katika familia zetu, kwa jirani zetu na kwa kila mmoja tunayekutana naye. Yesu Kristo, mwokozi na mwanga wa dunia, zalia ndani ya mioyo yetu, utuponye, ututakaze na utuongoze kwa amani yako. Mama Maria, kama mama wa mwokozi Utuombee na utuongoze katika safari hii ya majilio. Roho Mtakatifu, tujaze furaha, upendo na matumaini mapya. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Haya, yamekuwa na makala ya dakika za Yesu Kristo hapa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Tusherekee uzima, mshikamano na neema ya Kristo katika familia zetu, na tuendelee kuishi kwa imani, furaha na amani kila siku. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, inakuletea makala haya yaliyoandaliwa nami Shamba Shamba. Nikikutangazia kutoka katika makao makuu ya Radio Maria hapa Kenya, Nairobi. Nikutakie tu majilio mema unapojianda kwa ajili ya ujio wake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku njema.